Wa Bitha Tanzania, Shekhe Abdulla Talib, naye tumpe nafasi atuambie anajisikiaje kutua hapa Mwanza na tunakwenda kuliona kongamano la namna gani na, na ujumbe ni upi wa serikali alionao kwa ajili ya Watanzania wote Waislamu juu ya masuala haya ya kusimamia nguzo hii ya tano ya Uislamu. Karibu Shekhe Abdulla Talib. Asante sana, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'd kwanza hatuna budi kumshukuru Shekhe Mkuu Shekhe Hassan kwa mapokezi yake makubwa, kwa ujumbe ambao umetangulia na wengine ambao wamefuata na sisi ambao tumekuja mwisho, na naamini kwamba tumekuja Mwanza, na Tanzania ina mikoa mingi, lakini tulisema Mwanza kwanza, Mwanza kwanza, kwa hivyo tunategemea kwamba Mwanza itakuwa vile vile kwanza, na lengo letu kubwa natumaini ile kuweza kuhamasika na kuweza kujua nini hija. Na tunao mashehe ambao ni weledi wa masuala ya hija, ambao tunaamini kwamba wataweza kutoa maelezo mazuri na wanaweza wakaja waka... wakawaeleza wao... waka watu namna gani ya hija. Matumaini yangu na hilo sina shaka. Pengine mwaka huu au mwakane tunaweza tukatoa Mwanza tu ndege tano zikatoka, zinakwenda zinakwenda. Kwa nini lisiwe? Nitatoa mfano mdogo tu, tutizame watu wa kisiwa cha Pemba, ni kidogo sana, lakini wanatoa ndege zisizopungua mbili. Sasa, kwa nini Mwanza zisitoke ndege tano na kwenda ziada? Na natumai kwa u, nini ya serikali, pakiwa pana mahujaji wa kutosha, natumai watatoka Mwanza. Utaratibu, Mwanza ni uwanja mkubwa na unaweza ukafanywa hizo facility, ukatoa watu wakaenda sawa, moja kwa moja kwa Saudi, na kwa hivyo nita wa, na wanasi hii Waislamu na wengineo, kwa sababu hija si kwa Waislamu tu na wengineo wanaweza wakashiriki. Kuna dua ya kuiombea nchi, tunashukuru kwa Shekhe kutoa hili, kwa sababu swala la amani ni la umuhimu mkubwa na kama tunavyojua, pakiwa hapa na amani hiyo hija haiwezi kufanyika na hata mtu hatuweza kuenda, lakini masuala ya kiuchumi yanafunguka kutokana na, ma, na masuala mazima ya amani. Kwa hivyo yote mawili yatakuwepo, na tunawaomba Waislamu na wananchi wote wahudhurie kwa wa wingi ili kuja kusikiliza nini kilichokuwepo na wote tunaamini kwamba watafurahia kongamano hili asante, asante. Asante sana rais vita, na ujumbe huo ni wa kwetu sote, lakini pengine swali langu la mwisho ni upi wito kwa taasisi zinazosimamia sasa, uh, kukusanya watu mbalimbali, wao wana majukumu gani juu ya jambo hilo, ukiachia kwamba Mwanza tunakwenda kufanya jambo la kitaifa, lakini taasisi binafsi majukumu yao ni yepi hasa? Karibu. Eh, sisi kwa ujumla, kwa nini yetu tumekuja, kama ni ofisi kuu ya shughuli za hija, tumekuja kutangaza ibada ya hija, na imekuwa pengine taasisi nyingi zimekuwa zinakuja, kwa sababu zipo taasisi na taasisi zetu za Tanzania bara zipo za, za, za Zanzibar ambazo kwa ujumla wake kwamba haji wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana nafasi ya kusafiri katika taasisi yoyote ambayo kwengine anaweza akakiongozi katika taasisi yoyote kokote ile, kwa sababu yote tukisafiri tunasafiri kama ni Tanzania moja. Kwa hivyo sisi tumekuja, lakini vile vile tunaamini kwamba baadaye taasisi mbalimbali zinaweza zikapita zaidi katika misikiti zikapita zaidi katika maeneo mbalimbali ili kuja kuzidi kuhamasisha, na kwa wale ambao pengine, kutoa taarifa kwa wale ambao watakuwa wanahamu atapenda taasisi gani, kwa sababu sisi hatutotazungumza swala la taasisi, lakini taasisi zinatakikana hizo kuja kutekeleza wajibu wake, kwa sababu ni kuwaeleza huduma gani wanazo, na ni mtu yeye mwenyewe anakuja kuamua ni taasisi gani ambayo anayoifuatilia. Kwa kwetu sisi, taasisi ambayo zipo tukishatuna vigezo vyetu tukisha kuiamini kwamba ishatimiza vigezo taasisi hizo, inakuwa inatangazwa na ikisha kutangazwa, maana yake tunakuwa tunaisimamia kuhakikisha kwamba vile vigezo inavi, inavitekeleza. Asante sana Rais bitha, na karibu Mwanza. Asante. Eh, Sato na Migebuka. Migebuka ni Kigoma. Hapa ni Sato pamoja na Sangara wanakusubiri. Asante. Asa, <laughs> na saa <laughs> 8 pia tutakwenda kutembea, Kabisa utalii wa ndani asante. Sambamba, huyo ni Rais bitha Sheikh Abdullah Talib, lakini ni naye mwalimu wangu kipenzi eh, Sheikh Uthman Hamis na kipenzi cha wengi pia naye ni mmoja kati ya mashekhe ambao wallahi tumepata bahati kubwa aa, ya kuwa naye hapa jiji la Mwanza. Sheikh Uthmani Hamisi, hii ni mara ya ngapi kufika ndani ya jiji hili la Mwanza? Karibu. Wacha mbali kuwa mara ya ngapi nimewahi kuishi hapa. Allahu Akbar, khairi kubwa nae. Karibu Mwanza kwa mara nyingine tena Asante. Nini tutazamie tarehe kumi na sita kutoka kwako na wito wako kwa wakazi wa Mwanza na viunga vyake kwenye kongamano hili la, la hija karibu. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiya bada wabad. Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kutuwafikia kufika hapa Mwanza kwa usalama na kwa uchungaji wake. Sasa baada ya kufika salama, tunamwomba atufanikishie yale malengo tuliodhamiria Utarajiwalo ni kwamba sisi tumekuja kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu ambayo amemtaka kila Muislamu takriban aitekeleze, nayo ni amri ya kutangaza hija. Allah katutaka kwenye sura namba 22 aya ya 27, tutangaze hija. Kwa hiyo sisi tumekuja huku na tutakwenda kwingine kwa shughuli hiyo, kutangaza ibada ya hija kwa lengo la kutekeleza amri ya Allah Subhanahu wa Taala. Hili ndo lilitarajiwe siku ya kongamano. Ugeni huu hasa umekuja kwa lengo hilo la kutekeleza amri yake Mwenyezi Mungu. Wito wangu kwa watu wa Mwanza na kote tutakapopita, waungane na sisi kwenye kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu. Sisi tutawafikishia ujumbe na wao waungane na sisi kuupokea ule ujumbe, bali si kuupokea tu sasa, na kuufanyia kazi, ili hatimaye lengo la misafara na kongamano liweze kutimia Tanzania inawiri ije juu kupata mahujaji wengi karibu, kutoka nchi zote za Afrika ya Mashariki. Kwenye mambo ya kheri kama haya tumetakiwa tushindane na Mwenyezi Mungu mwenyewe subhanahu wataala, tushindane kwenye kheri. Tunajaribu kutengeneza mipango ya ushindani huo ili sisi kidunia na kiakhera basi tuwe mbele, tumewatangulia wenzetu kutekeleza jambo kama hili. Watu wa Mwanza wajitokeze kwa tofauti ya umri wao, kada zao, jinsia zao, elimu zao sisi pengine ni wanafunzi wao tu, lakini waje kutusikiliza namna tunavyotekeleza amri ya Mungu juu ya utekelezaji wa ibada ya Hija. Na baada ya hapo vifuate vitendo, zaidi ni vitendo kuliko kusema. Na mtume alifaulu kwa sababu waliomsikiliza walitenda, hawakumsikiliza wakamwachia mwenyewe. Na wanasihi watu wa Mwanza kwa baraka kubwa ya shekhe wetu wa mkoa, wakija kutusikiliza si tumetekeleza amri ya Mungu tayari? Wao waungane na sisi sasa kwenye vitendo. Hatimaye tutoke sote hapa Mwanza tuende Hija. Atafurahi Mwenyezi Mungu, atafurahi Bwana Mtume, watafurahi wenyewe watu wa Mwanza, waumini wote tutafurahi, na sote tutafurahika. Ni naye hapa mzazi wangu mwingine, na atufahamishe. Kwanza hongera kwa safari ya ujio huu hapa katika jiji la Mwanza na tufahamishe sasa, mwanza tunakwenda kusikia nini kutoka kwako, na huko utokako wana hamu ya kusikia nini vilevile kutoka kwako? Karibu na. bismillahi rahmani rrahim. E, kama walivyotangulia wenzangu kusema kwamba tumeazimia katika maazimio ambayo tumeweka baada ya kuona kuna mapungufu makubwa katika utekelezaji huu wa ibada ya hija tumeamua tuwazungukie Waislamu wenzetu wazunguke mikoa mbalimbali mbali, na mo... bahati nzuri tumeanza na mkoa wa Mwanza. E, lengo letu kama walivyotangulia wenzangu kusema ni kuwahamasisha Waislamu wenzetu ambao tuna hakika wapo wengi sana wenye uwezo, lakini kwa kutochukua hima ya kujielekeza katika kulifanya jambo hili basi kila mtu anaona labda ni jambo la kutekelezwa sehemu ya mwisho ya umri, na hili ni kosa kubwa, kwa sababu sote tunashuhudia tuna waislamu wenzetu wengi wenye uwezo, tunawashindikiza na bado amri hii hawajaitekeleza wanarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wameangusha nguzo katika nguzo tano za Uislamu. Naam, Sheikh uh, Swedi Ali Swedi uh, pengine kwa umri uliokuwa nao mm. Bila shaka umekwisha wahi kushuhudia vijana wengi wakifanya biashara lakini hawaitilii maanani ibada hii ya hija au umra. mm -hmm. wito wako ni upi? E, wito kwa vijana hasa ambao wanamiliki, kwa sababu kuwa na uwezo ni jambo ambalo mtu ana siri yake na Mola wake Mwenyezi mm -hmm. Mungu anajua, hafichiwi na kitu, hafichiwi na kitu. Kwa hiyo kama mtu ana uwezo na nina hakika watu wenye uwezo wapo wengi, kwa sababu so, tunaishi katika jamii tunaonana. E, wito wangu tuwe pamoja, wahudhurie katika kongamano hili na hata wasiokuwa na uwezo. Pengine yawezekana mtu akawa anajihisi hana uwezo, lakini kongamano hili pia, pia litajadili mbinu mbalimbali mbali ambazo wenzetu wanazitumia katika kutengeneza uwezo. Kwa hiyo kongamano litawanufaisha Waislamu wenye uwezo, hijia, uwezo wa kwenda hija na wasiokuwa na uwezo wa kwenda hija. Lakini mwisho wa yote, kama wewe utakuwa ni msikilizaji mzuri, utapata nafasi na wewe ya kulifikisha jambo hilo kwa mwingine ambaye hapengine hakuhudhuria katika kongamano hili. Na tusahau katika Uislamu kwamba adalu ad ala alkhairi kafaili, mtu atakayelisimamia jambo la khairi mpaka likatekelezeka na yeye anapata fungu lake, subhanahu wa ta'ala. Naam, hiyo, hiyo ndiyo wito wetu kwamba tuhudhurie kwa wingi tuoneshe kulikubali jambo hili, hmm. na utayari wetu katika kubadilika. Asante. Asante. Asante. Shukrani ni Sheikh Swedi Ali Swedi, mmoja kati ya wajumbe na vile vile anatoka katika ile orodha ya maimamu muhimu pale Zanzibar. Ujumbe huu umeongozwa na Rais Bitha Abdullah Talib Allah muhifadhi, pamoja naye Sheikh Ali Adam Sheikh Uthman Hamisi kutoka jijini Dar es Salaam. Mimi ni Hamis Tembo nikiripoti kutoka hapa uwanja wa ndege jijini Mwanza. Mpaka wakati mwingine, asante na kwaheri. Innamal a'malu binniyat, hakika kila jambo linafanyika kwa nia. PBZ Ikhlas e, kwa faida halali.